Wakati unaungana na mkuu wa chuo hapa Profesa Assad ambaye eh, naye ambaye ameshiriki pia aa, pengine kwako kwa jambo hili kwanza, kwa ujumla mwitikio wa watu, lakini na wewe mwenyewe kushiriki, pengine kuna kitu tungetamani kusikia kutoka kwako. Alhamdulillah, nashukuru kwa kweli, kama mnavyoona ni jambo limefanikiwa sana, shamra shamra kubwa watu wengi wamekuja, vijana na wazee kama unavyoona, na wameshiriki na tumepata ushirikiano mzuri sana wa ndugu zetu wengine wa Morogoro, askari polisi, wa watu wajai waliojitolea kutusaidia katika vituo vile vya barabarani. Kwa kweli tunashukuru sana, na nasema kwamba hili jambo katika ushiriki limefanikiwa sana kwa kweli, tumefanikiwa vizuri sana pengine kuwaotoa wa watu hofu kwa mwakani, pengine e, mtu anaweza akashiriki na kampuni yake au mtu akachangia hata kama ashiriki, kwa sababu lengo ni jema zaidi, japo mbio zenye pia ni nzuri kwa ajili ya afya e, lakini pengine wito wako kwa taasisi nyingine ambazo zingetamani kushirikiana na nyinyi? Kwa kweli tangu mwanzo tumesema hili jambo lina madhumuni matatu. Madhumuni la kwanza ni hilo la kuiweka mili yetu hali ya ubora Waluti, na mtume aliwahi kumwona mtu mwenye kitambi akamwambia, kitambi hiki hakufai wewe. Maanake kwamba kama una hali ya namna hiyo ifanye isiwepo, ili uwe katika hali nzuri zaidi. Na hata kidaktari, ukishakuwa umeongezeka uzito, maanake kwamba mishipa yako imekuwa mingi na mwili umekuwa mkubwa zaidi, lakini moyo ni ule ule kwa hiyo kwa kweli unaupa shida sana moyo wako. Kwa hiyo mazoezi ni katika matibabu mazuri sana ya, ya mwili. Kwa hilo la mwanzo, kuboresha ubora wa miili yetu. La pili ni lile la kuchangia maendeleo ya chuo na hilo wamelifanya watu ambao wamekimbia, na wamelifanya watu ambao wako majumbani kwao, wamewasponsa watu kuja hapa na hao ni wengi zaidi. Na hilo tukimaliza hapa tutalitazama na kuona kiasi gani tumepata, lakini chochote kilichojaliwa kupata tunashukuru kwa kweli, kwa sababu haikuwepo jana, haikuwepo mwaka uliopita. kwa ajili ya jambo hilo kimepatikana. Kwa hiyo kwa kweli hakuna namna ya kusema sio kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba jambo hili tumeweza kulifanya. Jambo la tatu na la mwisho, sina hakika kama limefanikiwa sana, lakini tulitaka watu watoke nje ya Morogoro waje Morogoro, kwa hiyo fursa hii ya kuja kutazama Morogoro ilivyo. Na kama halikuwezekana leo, inshallah tunasema jambo hili litaendelea kufanyika ili kualika watu ambao wako nje ya Morogoro waje waone Morogoro. Morogoro ni mji mzuri sana kwa kweli, na umetulia. Mimi nimetoka Dar es Salaam jana, kuna joto kali sana. Hapa Morogoro hali ya hewa nzuri sana lakini muhimu zaidi Morogoro watu wake wakarimu, na kuna chakula kizuri sana. Kwa hiyo hawa mambo matatu ndio mambo ambayo madhumuni ya jambo hili Morogoro kuimarisha afya kuwezekanisha kuchangisha kwa ajili ya maendeleo ya chuo. Namba tatu, kufanya mji wa Morogoro watu waujue, ili waje kutembelea. Na hili nalisema kwa sababu tumesema kwamba jambo hili litaendelea kila mwezi, kila Jumamosi ya mwisho ya mwezi kutakuwa na hii 5K run na tutaitangaza inshallah. Kwa hayo ndio mambo yenyewe ya kuzungumza. Shukrani sana.